Mazingira fulani hivi unaweza kusema tuko msituni, lakini ni utulivu tu wa mazingira yametengenezwa hapa, tupo hoteli moja eh. Huyu ni ndugu yangu Tryphon Oders all the way kutoka Radio Joy 90.5 FM. 5 yeah. Yule mzungu eh, yule mzungu anasema 90.5 FM. 95 yeah, yani, yeah. Tisini nukta tano kama vile haisikiki kwa Kiingereza <laughs> 90.5 FM eh, yeah. Ndugu yangu hapa, mamen mamen, hapa ni Sunset Vista Hotel Kigoma. Mm, kama ambavyo panaonekana tumechili hapa, tumekuja kupu, eh, kupunga upepo kutuliza, ni kando kando fulani hivi ya mwazi wa Tanganyika hapa Kigoma. Vitu kama hivi hivi ambavyo vinakuja sasa hivi, uwekezaji mkubwa sana ukiwa umefanyika hapa, na hapa ni sehemu pekee ambayo, eh, tunakuja ku refresh sema refresh. Refresh. <laughs> yeje Utajiri wa habari EATV. Saa moja kamili jioni. Saa moja kamili jioni. Mwamba huyo hapa.